Wadada senta nguzo ya familia, naomba nguzo ya familia itamkwe kwa nguvu na kwa kishindo e, na ingie moyoni jamani. Maana ya nguzo sio neno tu la, la kujifurahisha. Nataka muelewe kwamba sisi ni nguzo ya familia, tunapokwenda kwenye familia za watu ni nguzo muhimu sana. Mnajua nguzo kazi yake kwa hiyo unaposikia dada sente, yani ujione ile ni nguzo, unaenda kwenye familia ya watu. Maana naonaga mnaitika kama mjala, na vile amjala, kama vile mnataka kuzimia au mko ICU. Hapana, maana yake wewe uwezi kwenda kuwa nguzo kama uwezi kujua tu hata salamu yetu. Nguzo gani melegea namna hiyo? Ikiwa na nguvu kabisa kwamba nyinyi ni nguzo, nguzo kweli. Na mnajua mlichokuja kukifata huko, sawa? Mnaendeleaje? Ah, wadada senta kidogo si kidogo, bado siyo yenyewe. Wakati mwingine wakati ndio huu wa wadada senta eh, hivyo tuongee lugha moja, na ni nguzo. Hapa kazi yetu ndio, jamani, hela mnazozisikia ndio hizo, yaani ukitaka kuzipata mwonyeshe yule unayetaka kwenda kwake kwamba kwa kwa mi ni nguzo kweli, ntakuwa nguzo ya familia yako. Ongea kwa energy ongea kwa conviction, ongea ikitokea ukitoke ndani kwamba kweli unajua unachotakiwa kwenda kukifanya. Sasa hmm, unataka tu hela za mtu umekaa hapa, umelegea, legea, una, unafikiria kupata laki tano si laki tatu laki na nusu azidi hivyo hivyo. E, hela unaipata kwa kuonyesha wewe ni nani, una uwezo wa kutoa thamani gani. Tunavyofanya tunavyofanya hiki kipindi pia sio mapambo, kuna watu wanatufuatilia, wanatusikiliza. Kwa hiyo tunavyofanya hivi tunawaconvince kwamba jamani, sisi kweli ni nguzo ya familia zenu sisi kweli tunaweza kuja kuwapa suluhisho mnalolitaka, sisi kweli tunaweza kuja kutoa thamani kwenye familia zenu. Ndio maana hichi kipindi, mi siko hapa kuuza sura, siuzi sura, niliacha kuuza sura zamani sana, nilipokuwa naenda kuangaika kila siku, mara mwanamke kakatwa mkono, mara kakatwa mguu, mara kakatwa nini. Kagundua upumbavu, wanakatwa kwa ujinga wao. Wewe mtu unajitambua, unaenda kusubiri binadamu wenzao kukate mguu au kukate mkono? Sio rahisi. Kwa hiyo sasa hivi niko hapa kuambia, tafuta maisha yako tafuta maisha, tengeneza pesa, tengeneza kipato, kuwa msaada kwenye maisha yako na familia ya watu wanaokuzunguka. Uone kama kuna mtu atachukua panga ya kukata. Yupo? Una hela yako? Hapana. Mtu anakuja na panga? Hapana. Au sio, anakupiga kofi, mwanaume anakupiga kofi, bosi mzima, una hela yako? Hapana. Lakini kwa sababu ya kutaka kuwa mzigo ndio hivyo. Kwa hiyo nishatoka kwenye huo upumbavu. Huo ujinga wa kuonyesha tu mwanamke kapigwa, kanyanyaswa, kafanywaje? Kwa nini na Mungu amekupa akili? Wengi nimegundua na nyanyasika kwa sababu ya upumbavu na uvivu na ujinga wao, kutotaka kujishughulisha. Unataka mwanaume mwenye hela, asubiri hela zake, atakukata nazo mikono na miguu anavyotaka, mpaka akutie kwenye sanduku akufikie chini. Haya, tuendelee. Kwa hiyo hapa tunakwenda kujenga maisha yetu, na ili tuweze kuyajenga lazima tuwe tuwajibike kwa maisha yetu. Kwao hapa kama nilivyosema, hatuuzi nini, sura. sura. Hapa tunauza content ambayo ina thamani na value. Watu wanahitaji watu wenye thamani, wanaojitambua, wenye tabia njema, wenye maadili ambao wanakwenda kuchapa kazi mm -hmm. wako tayari kutulipa mm -hmm. na mm -hmm. sisi ndio tuko hapa kuwavuta hao watu na mm -hmm. wanakuja, kwani kila siku mnapita hapa ni sura mpya jamani. mm -hmm. Hey, kwa hiyo wanakuja hao watu, wanatusikiliza na wanakuja wakipiga simu, ni moja tu, mtu anaenda direct, nataka yule, tena mwingine anasema nataka na mtaka faraja, unaambia faraja ameshaenda kazini, lakini huduma utapata. Wadada e, wako wengi wazuri, usijali kuwa na amani. Dada shafika wadada senta umefika dada, usije wewe, tuambie tu una matatizo gani. Sisi ni madaktari wako, tuko hapa kukutibu, tuko kukuhudumia kabisa mm -hmm. Kwa hiyo jamani, tufanye hichi kipindi kwa energy, tukijua kabisa tunaenda kuongea na watu wenye mahitaji majumbani kwao, ambao tutawakonvinsi kwamba tunao uwezo wa kwenda kuwasaidia na wao Mungu ameshawabariki mifukoni kwao wanazo wanazo pesa tunazozitafuta kwa wa, tunazo mm hiyo -hmm. Hey, sasa ili na wao waweze kututolea hizo hela kwa nia njema kwa roho safi, si ndio mwisho wa mm -hmm. mwezi mtu aingie kwenye akaunti yake ahesabu cha, cha, cha, cha, cha, cha. akupe, akupe. Lazima umfanyie kitu ambacho moyo wake unapenda sasa mm -hmm. Mambo yetu hapa yani ni mambo ambayo watu wanapenda, jitahidi kuyasikiliza na kuyazingatia, ukiyazingatia upati shida ya hela haya. Sasa uh -huh. Karibuni sana hmm. Leo tutaendelea kwenye kipindi chetu cha kawaida ambacho sasa hichi yeah, sio cha kawaida. Haya, hichi oh, <laughs> kipindi hapa ni cha moto. Okay. <laughs> Tunaendelea na lile tanuru letu la kuchomana okay. Kwenye moto ili tuwe dhahabu. Kwa so ubaya kusafishana yeye neno nzuri. Yes. Si ri si ndio hichi eh? Mm -hmm. Kipindi chetu ni kile cha kusafisha dhahabu ing'ae ye. Yes. Kwa eh hiyo yeah. So, kwa hiyo sio ukisema tu kama kawaida ni kama business as usual ambayo eh kamabayo kwa hapana. Anyway. Kila siku hapa tunapata, Mungu anatupa um, revelation yao ni nini, ufunuo, tunaweza kuelekezana vizuri, mimi mm. tunasaidiana yes. Mungu amenipa kibali cha kuwa mlezi wenu. Maana nayo wafundisha, ni mambo niliyoyafanya ni njia okay. niliyopita mm. na mi wewe ni dada wa kazi wa leo lakini, nataka uone kesho, ukiwa Joyce Kiria wa kesho, na wewe ukiwa na kampuni yako, ukiwa na taasisi yako, ukiwa na maisha yako, ukiwa unaendelea kumtukuza Mungu kupitia vipawa alivyokupa maana ndicho tunachokifanya sasa hivi. Yes. Yeah. Kwa hiyo karibuni sana. Uh, sasa kipindi hiki huwa ni cha kupongezana, kurekebishana ehe, yes. eh, na kuelekezana hiki hapa eh, tukianza kile cha kule ndani huwa ni cha kufahamiana. Umetoka wapi, umetusikia wapi? Lakini tukiwa hapa sasa tumesha fahamiana, tulipotoka na tumekuja hapa sasa hapa ni yale tulio tunayoyaona kwako mazuri tutakwambia, mabaya pia tutakwambia, lakini yote lengo ni kukusaidia ufikie malengo yako. Tuko pamoja haya, yes. Kwa upande wa ofisini kuna chochote ambacho Sofa mnacho ya upande wa ofisini? mm -hmm. Tunacho, kwa sababu kipindi kilichopita kuna feedback tulizitoa Zime, kwa, kwa dada Stella tulitoa feedback ya kwamba anatakiwa ongeze juhudi kwenye utendaji okay, wake wa kazi amekuwa akionyesha mabadiliko kwa tunampongeza, kwa sababu ameanza kufanyia kazi yale ambayo tunayataka okay. Lakini tuna feedback pia tushampatia dada Joisi kwamba anatakiwa angalau aonyeshe kasi sawa sawa na knowledge aliyonayo mmoja mmoja e, maana unaona <laughs> unaenda na spidi ya mia <laughs> ishirini kwanza, dada Stella <laughs> ni yule pale yes, tumesema tunampa maua yake yes, tume nini tumefune. kilikuwa mapungufu kwake alikuwa ni yapi na amefanyia kazi nini? Uh, mapungufu yake alikuwa ni kwenye utendaji wa kazi n yani... mm. Anafanya mpaka pale ambapo anaambiwa afanye. Wafanye. Okay. sio yule ambaye alikuwa ananyanyuka kujituma mwenyewe mm. na sio ambaye alikuwa anaonekana ni anajituma kwa juhudi. Yaani ile kusema tuna, unafanya kazi kwa juhudi zote lakini, mm. kwake ilikuwa ile juhudi atuioni. Okay. Nidhamu yake ilikuwa sawa, tukampa maua yake lakini kwenye utendaji tukamwambia na tuone kweli anapambana. tukamwambia anatakiwa amke. Okay. na tuone kweli baada ya pale yes, tumemwona ameona hiyo jitihada anaanza kuionyesha. Okay. Yes. Okay, dada Stella nakupongeza sana lakini nataka nisisitizie hiyo juhudi usionyeshe kituoni sawa, eh, hiyo juhudi ndio uende nayo na uiongeze zaidi hata pale utakapopangiwa kazi, kwa sababu kitakachokuweka kazini ndio hiyo sifa. Sifa nzuri unayo, huna tabia ya ubishi, huna tabia ya kiburi, ya ujeuri huna, ni mnyenyekevu, lakini kwenye uchapakazi ndio ulikuwa nyuma ulipewa feedback zako ndio hizo dada yetu anasema umezifanyia kazi. Kazi sasa, wengine wanafanyia kazi hapa ili kutu impress sisi au kutuvutia sisi hmm. E, tuweze kumuona na kumpangia kazi. Haitakusaidia kwa sababu sisi huu uh, ushauri wetu ni ili ufanikiwe malengo yako. Wewe unataka pesa, ili upate hizo pesa unatakiwa ukae kwa bosi wako mwaka mzima e, au sio tu kwa huyo bosi, kwenye maisha yako yote ya? Kwa mfano mimi kazi za ndani ninachomshukuru bosi wangu alinifundisha kazi, ingawaje kwa kipindi kile nilikuwa naziona nyingi ngumu, lakini zilinijenga, ziliniandaa kuwa mpambanaji. Kwa hiyo katika prosesi yote ya maisha sijawahi kukata tamaa kurudi nyuma, kila nikipata changamoto hii naweza kuenda kwenye hatua nyingine, naweza kuenda mpaka hapa nilipofika, na hata sasa bado naangalia, nataka nione wa data center kubwa kabisa, kama mnavyoona hii space ni ndogo, si? Namshukuru Mungu kwamba hata hivyo bado tunafanya kazi zetu, zinaenda lakini, natamani twende hatua nyingine kwamba sasa baada ya, ku, baada ya Wadada Sente, what next? Kwa hiyo sasa hivi niko kwenye mchakato wa kuangalia ni kwa namna gani tutaweza kuwa na jengo kama lile pale ili Wadada Sente inakuwa na inakuwa ni hostel inakuwa ni bweni inakuwa ni center kubwa ambayo mtakapokuja mnapata sehemu nzuri za kujistiri, kwa sababu hata sasa hivi tunajibanabana tu, kwa sababu sisi tunatumia ile kanuni kwamba ukianza na kidogo Mungu atakubariki kwa kikubwa, kikubwa. Kwa hiyo tulipo tunamshukuru Mungu na tunaendelea kukaa kwa uaminifu katika stage hii tuliopo, lakini tunamwomba Mungu kwa stage inayofuata tupate jengo kama lile au tupate jengo kama lile pale. Eh, mnaonaje? Si tutakuwa tuko pazuri jamani. Kabisa. Nakuja mnakuta mna vitu ndani kwa ndani, kila kitu ndani kwa ndani, kila mtu mm-hmm, ana rumu yake au hata rumu na kawa wili watatu, yes. kidogo, eh? Hayo ndio maono yetu, ndiko tunakokwenda. Lakini tuweze kufika kuna process. Kwenye process lazima uwe mwaminifu kwenye kila hatua. Point yangu ni kwamba kwenye kila hatua lazima uwe mwaminifu. Umefundishwa uchapa kazi. Umeambiwa siri ya wewe kuweza kuwa kufika mbali ni kufanya kazi usisubiri kupangiwa sisi tunataka hata hawa traditional wetu wanaokuja hapa ambao tunasema ni traditional dada, ndio level ile ya kawaida ya chini, awe na utofauti na dada wa mtaani, kwa sababu traditional sifa yake ni hiyo, kwamba mara nyingi utamwelekeza. Lakini tungetamani kwa kuwa tungeta, mna akili, mna vichwa, tumeshawajengea uwezo, tumeshawaongezea maarifa, miyafanyie kazi, isiyo tu unajiongeza ukiwa kituoni, ukitoka kituoni unaenda unakuwa bomu, hautafanikiwa sawa, eh? Eh, kwa hiyo hiyo kasi ulioonyesha hapa na wakakubali wanaona kuna mabadiliko, ujitahidi kuendelea nayo kila wakati, endelee kuzidi, endelee kuzidi. Ukija kumaliza mwaka, unakuwa we ni dada ambaye umeshakomaa kwenye kwenye kazi, unaweza tukasema sasa tunamwamini kwenye smart dada. Na wako sio, yani wapo wadada ambao walishaanza tena kwenye mishahara ile ya laki moja; sasa hivi wako laki tano. Kupitia nini? Uchapa kazi, unachomwelekeza anaenda kukifanyia kazi. Leo tunawaamini tunawapeleka kwenye professional. Hawana vyeti lakini kwa uzoefu wao na namna wanavyojituma na sisi tunawapa kazi hapa, tunaona tunamwona kabisa huyu mtu anastahili kwenda level ya juu. Sawa eh, ehe, mpe maiki, anasema tu sawa sawa, hiyo vipi? Nashukuru madam kwa nafasi. Mimi nilipoambiwa changamoto zangu nilizo nazo nilizichukua na nikazipokea, okay. nikaenda kuzifanyia kazi uhum, na naonyesha mabadiliko. Okay. Na hiyo kwamba sasa uende na hiyo hiyo kasi uendelee nayo, na tuahidi nini? Nitajituma kwa bidii nitajituma kwa bidii, hata huko nitakwenda kufanya kazi sitobadilika, okay. ndiyo Haya, si tuko hapa, maana leo tumetoka kupokea dada akarudishwa kutoka Dodoma. Tulikaa naye hapa tukamuelekeza kila kitu, lakini karudishwa. Kwa nini? Kwa sababu alijitahidi hapa kujionyesha. Alikuwa mvivu. Tunamwambia wewe, hapana. Tabia yako hiyo, yeye tabia yake ni ya uvivu, sio kama Teresia, tabia yake sio ya uvivu, mfanyakazi ndio hivyo. Nitakutolea mfano mpaka ukome, ubadilike. Kwa hiyo yeye tabia yake ya uvivu. Akajitahidi hapa, kila akitoa feedback. Anaji, Anajifanya amebadilika ame, tukampangia kazi lakini alikaa alikaa, kweli alikaa kuliko wenzake. Walikuja wakapangiwa, wakaja wengine wakapangiwa, yeye bado yumo. Akajitahidi akabadilika badilika, tukamwona, tukampangia kaenda, kakaa miezi minne, karudishwa. Leo mmemwona dada alikuwa amevaa nini, ninja, sijui sijui juba lile, karudishwa. Alikuwa kazini, kakaa miezi minne, karudishwa. Kwa hiyo navyosema, na usipofanyia kazi yale tunayokuelekeza, wakati wowote ukiwa kazini Uka, ukaenda ukabadilikia kule, usifikiri kwa sababu wadada center hawapo basi utakuwa salama. Hapana, kinachokuweka kazini na ukabaki salama ni bidii yako ya kazi na unyenyekevu wako, naelewana? Kwa hiyo wewe na kusisitizia hilo wewe na wadada wengine wanaotusikiliza ili wajue kitakachowabakisha kazini ni bidii ya kazi na tabia nzuri, tabia njema. Asante. Hai. Haya basi, kwa hapo sasa, tume tunaweza kuhamia kwa mtu mwingine yes, yeah. basi feedback in o nafikiri, huyu na, anaweza akapangiwa kazi yeah, yuko tayari kwa sasa, yuko tayari mm. yeah. Sao, eh sawa, eh uh, uenda kwenye kipindi kijacho labda tusiwe wote au tukawa wote sijui, lakini jime, kwa jinsi ulivyokaa unaonekana, sasa uko tayari kuenda kazini cha mm. muhimu hayo unaenda kuwa, ku, kufanya huko ukayafanyie kazi ukizingatia yale tuliokuelekeza Uh, kwa feedback nyingine tulikuwa nayo ofisini ni, ni dada Joyce uh, kwa jina. Kwa jina professional. Na, na gear ya professional jisi eh? kwa jina ambapo mm kwa jina angekuja na -hmm. gear ya yaliyomo yamo, yaliyomo kwa bahati mbaya hayaonekani <laughs> <laughs> eh? kwa hiyo tunajitahidi tukawa tunajitahidi kuweka mbinu ambazo zitatufanya tuone yale yaliyo hayaonekani yani, mm -hmm. kivipi kwenye utendaji mtendaji yeah, ni zamu yake, ni professional, haina shida, lakini ana vieti, ana ana vieti eh ya mapishi ana vieti na experience za recommendation kabisa na experience, lakini kwa hapa amjaona mm -mm. Bado yeye, yeah, anatuambia eti mm -hmm. anasaidiaga kupika, tukaambia hapana, kama ni pro ulikuwa natakiwa utuambie leo, mimi ndo naunga kitu fulani, at least sasa utuonyeshe kwamba hiki umekifanya wewe. Kwao kwenye kumpa ile, tukaa tumejadili tume staff tukasema anasaidia sana jikoni. Basi tukasema yeye ndo asaidia na nikamkabidhisha kwa Shefu Johari. Kaambia Johari na dada Rahma kwamba kaeni na, na, na juisi. Yeye ndo sahivi nataka nimwone anazunguka huku jikoni. hmm. Akiwa kuna kitu mnataka afanye namna hisi anaweza kufanya, mpeni afanye. Na kama ni huko nje, basi yeye atuambie kitu fulani anaweza kufanya, basi afanye alafu mtulipotia kwamba hiki amekifanya dada juisi. Lakini hajafanya yani kwa bahati mbaya Ame, yeye anasema anasaidiaga toka amepewa, kwa hiyo ni professional ambili, chef huyu. mm -hmm. Lakini kwenye upande huo haonekani, haonekani jamani. Kwani mashefu wako wapi? Waliokaa naye watupe hiyo ripoti. Je, yupo? Nimemwona, hiyo ndo ambayo. Mpe atuambie shida ni nini.

anasaidia na ameambiwa umeambiwaje? Niliambiwa kwamba alisema saa kwamba hivi aniruhusiwa kupika ni nani? Ni rahima tu mm -hmm. kwenye kupiga ka, tunakuwa nao wanaelekeza, tunakuwa nao mwacha kaa hapa, tafuta kitu kingine. Nataka ripoti ya ya nani ya Joisi, chef Joisi. Huyu ni professional, amekuja hapa ni professional wa jikoni yeah. Ehe, wewe ulivyomwona, unamwona kwenye hiyo ngazi ya professional. kama prof, professional chef mkuu anafanya kazi vizuri, mm -hmm. Ni mfanyaji kazi mzuri tu, mm -hmm. Na pia mchangamfu, anajituma, hana kiburi, mm -hmm. mm -hmm. lakini kwenye ngazi ya professional bado <laughs> navyompendeaga Joari hapo, ndio hapo hapo. <laughs> mpa sifa zake zote anazostahili eh, eh, eh. Na hiyo ya professional bado kwa nini bado? Hebu vitu gani ambavyo unaviona, maana yeye kasema kwamba hamumpi nafasi ya kupika kama kuonyesha kipaji chake au ujuzi wake, ni kama amumpi nafasi. Kwa nini unasema kwenye professional unamwona bado, ingawaji ana sifa zote nzuri hizo nyingine kwa sababu nilikaa naye karibu nikamwona bado. Okay. mm -hmm. kwa hiyo anatakiwa afanyeje ili aweze kujiboresha? labda inabidi na, aongeze juhudi. mm -hmm. mm -hmm. na ajitume sana na pia ajiongoze. mm -hmm. ajiongeze na kujiongoza, ajiongeze na kujiongoza. mm -hmm. Mwenyewe, sio ndio? Pale anaposema nasaidia, mm -hmm. e. nasaidia, akiniambia ehe, nasaidia Mpe, mpe. Kwa, yani kwa sisi tulivyokuwa tunatarajia, tukasema ni mpe, mfano darahma Rahma ameingia tu Rahma Rah na Joyce, nani katangulia? Mlikuja, mlikuja pamoja mlikuja pamoja da darahma, akakabidhiwa na dada Devota wawe anasaidiana wa, lakini alipoingia yeye hakumsubiri dada Devota ndo ambaye anapikaga siku zote, akawa anambia naomba nijaribu hiki maana yes, hata dada alipoondoka, imekuwa rahisi yeye kuendelea. Alipokuwa yeye anasubiri, kwa sababu kwa siku ambazo amekaa, amekaa siku sawa na dada Rahma. Sawa, yeye ndo ameambiwa saidia, anakuwepo jikoni. Yusta ambaye sio pro wa mapishi, lakini alikuwa akija pale ndani, sasa hivi anajua unamuona anajiongeza ana na anataka kujua mm. Lakini dada Joyce ni kwamba akiambiwa hiki Tuna, peleka pale, kumbukeni huyu ni professional, sio sio kama Yusta s Yusta anataka kujua, anajifunza. Joyce tunatarajia atawale, mbusha, anachokijua eh kwamba ili ndio eneo lake kama ukimuona Chef Jiwari na Rahma, Rahma. Yes. Unajua kabisa hawa ni watu wa majikoni, yani ni wenyeji tayari, lakini da bado ni mgeni hmm. Kwenye mjakula ambavyo tunapika nje, atakuwa anajiongeza kujifunza, knowledge tayari anayo kwenye experience ndo tungeona mdau ambao anapika sasa, kama nasema anaangalia, utajiaminishaje kumpeleka kwa mm, bosi wakati yeye anaangalia tu cha kwake, hatuja kiona hicho. Kwa hiyo inatupa changamoto, that's why tukakaa kama staff tukasema tum switch position kwamba awe jirani kabisa na mashef tukitegemea, mm, hapo sasa ndo atatuonyesha wenyeji wake, okay. Lakini bado pia pamekuwa na changamoto. Yani, mm -hmm, tunamrudishia tena feedback bado atuoni.